Mbunge wa Jomvu Badi Twalib ameongoza ba shughuli ya kukusanya maoni kutoka kwa wananchi kuhusu pendekezo la kubadilisha katiba ili kuondoa hazina ya maendeleo ya maeneo bunge NGCDF kutoka usimamizi wa bunge. Akizungumza katika shughuli hiyo katika ukumbi wa Mikindani, baadi ameunga mkono pendekezo la kubuniwa sheria za usimamizi wa, wa fedha hizo huku akisisitiza kuwa hazina hiyo iendelee kusimamiwa na wabunge ili fedha hizo ziweze kuafikia kwa rahisi wananchi leo tuko hapa kwa zoezi hili la maoni ya Constitutional Amendment Bill 2025 leo nataka kuzungumza hapa kwa pesa hizi naunga mkono ziweko sheria ili jambo likiwekwa sheria maana yake ni kumaanisha kuwa hili jambo si la mtu fulani kama alivyosema mnenaji mweye mmoja pale ndani hii pesa ni ya wananchi ni ya serikali sasa ikiwekwa kwenye sheria wedha, kiongozi yoyote atakayekuja pale, sheria ndio ambao na pesa wananchi watakuwa wakipata kulingana na sheria. tumelipia watoto basari, tumeona watoto wazazi, tumewasaidia kwa mambo mengi. In short mimi sina haja kusema maneno mengi sana. Baadhi ya wakazi waliozungumza na Benvin TV wameelezea kunufaishwa kwa kiwango kikubwa na fedha kutoka kwa hazina hiyo, ikiwemo basari kwa wanao kuimarishwa kwa, kwa miundo msingi na usalama miongoni mwa mengine. CDF imetutoa kwenye matoka. piece, pom, matoto ulikuwa mtoto wako wanashindwa na school fees, ukijaza form unapata basari. Watoto wanasoma maskul pia zilikuwa mbali, CDF imeleta school ziko hapa karibu. walifu ulikuwa nyingi, sikupitia CDF ukapata nini mataa, sasa hii kaa nawaka kila mahali. Nina kila sababu ya kusupport NGCDF kwamba iweze kuwa itaendelea kuwepo kwa sababu najivunia. Kumekuwa na uchache wa usalama ama uhaba wa usalama katika maeneo ambayo nakaa, lakini NGCDF ikiongozwa na Patrol Mheshimiwa Honorable Badi Toli, tuliweza kupata mataa street lights, nikiwa mimi ni mmoja kuangazia na kusimamia mradi ule. Hii CDF ikitolewa, naona mtakuwa mmetuvunja sisi miguu na mtakuwa mmeteremsha taifa chini. Ni iongezewe mdao, tuzidi at least kupata mafanikio zaidi. Wakazi hao aidha wamemhimiza baada kuboresha barabara za mitaani ndani ya eneo bunge hilo, ambapo kuna watoto ambao walikuwa hawana uwezo, hawaendi shuleni, lakini ile CDF inawasaidia mpaka sasa hivi watoto walienda shuleni, na hapa sasa hivi na mtoto pia anasoma Kajembe na CDF pia imenisaidia. Kwa sababu gani? Kama si CDF singetoboa. Kwa sababu gani? Maisha yamekuwa magumu, hata mimi nashukuru, namwambia Badi, Mungu akuendeleze, uendelee na hiyo, uendelee na ubunge. Kwa sababu gani? Tupate mafanikio watu wa chini, manake hivi sasa hatuna mafanikio. Sasa tutakaendelea kabisa, tupate mafanikio na CDF ifanye nini, iendelee na kitu. Nimeomba Mheshimiwa Badi Simgair, ni mtu anasikia, nimeomba tu atujengini barabara mkidani pala aratibanaola naatuwekebamapa mm -hmm. na, Bams, primary, na Bams, wapi, primary. Kwa hiyo sisi tunasema NGCDF ikiachiwa serikali kuu mwananchi bado ataumia vile vile, kwa sababu kinachopatikana kwa serikali kuu hatukioni. Kwa mfano serikali kuu inatoa scholarship, wakazi wa Jomba hatuja na scholarship ya serikali kuu, lakini angalau pesa za mbunge za NGCDF tunaziona . Pili, sisi tunamwambia mbunge wetu wa Jomvu Bwana Badi Twalibadi kwamba leo sehemu nyingi ya Jomvu kweli umeweka kabro, umeweka mataa, lakini haijatosha kwa sababu tumeona ako azma yako ni kila sehemu uingie kabro. Lakini kuna sehemu ndani ya Jomvu, sehemu ya Mikanjuni kuna, kuna mahala watu wanakula vumbi sana. Mwishimu wa badi, kama mwishimu wa badi wanisikia pale Jomvu ni kajuni eria na karibu na kwa rafiki yangu mmoja nitataja jina Thabiti, pana sehemu watu wanakula vumbi kiama. Wakati huo baadaye, amewahimiza wakazi kuendelea kujitokeza na kutoa maoni yao katika zoezi hilo linaloendelea hadi Jumatano wiki hii, na wasihi wale ambao hawajaweza kufika leo wafike kesho na kesho kutwa vilevile, kuona kwa maoni tuweze kuyachukua, ya, ya reflect sura ya Jomvu vile ambavyo tutakuwa tumetaka. Kwa hivyo kwa haya mengi mimi nashukuru sana, naunga mkono pesa hizi ziwekwe hapo kwa CDF. Ali Vincent, Benvin TV.